za kimkakati za kutangaza utalii zikiwemo The Tanzania Royal Tour na Amazing Tanzania. Filamu hizi zimeleta mafanikio makubwa nchini na hivyo kuongeza ongezeko la watalii kwenye nchi yetu. Kwa mfano, Tanzania imeweka rekodi kwa mara ya kwanza ya kuwa na watalii milioni tano laki tatu na sitini na mia mbili na arobaini na saba. Kati ya hao watalii milioni mbili laki moja na arobaini na moja elfu mia nane tisini na tano walikuwa mataifa ya nje na watalii milioni tatu, laki mbili, kumi na nane elfu, mia tatu na hamsini na mbili walikuwa ni watalii wa ndani, na hiki ni kiashiria kingine kuwa sekta ya utalii imeanza kuwavutia watalii wa ndani na kwa hiyo kuwafanya Watanzania wengi zaidi kutembelea vivutio vyetu vya utalii. Hivyo nawahimiza wadau wote kuendelea kuwa wazalendo, tuendelee kuitangaza vyema nchi yetu na kutoa huduma bora kwa wateja Watanzania. Tuendelee kuielezea mazuri tuliyonayo ndani ya nchi yetu ili tuendelee kuwavutia watu wengine waje kwenye nchi yetu.